Abdurrahman ibn Auf mtoto wa sahaba mkubwa Abdurrahman ibn Auf aliyejulikana kama bilionea wa masahaba, anataja al-Imam al-Mawardi katika adab ad-dunya wa ad-din, anasema, Talha ibn Ubaidillah ama Talha ibn Abdurrahman ibn Auf alikuwa ni karimu sana. Alikuwa na nafasi, kwa sababu babake alikuwa bilionea. Kwa hivyo aliwahi na alipata kurithi pesa nyingi na mali mingi kutoka kwa babake. Mke wake siku moja akamwambia Watu wako hawa wanashangaza, ukiwa na, na hali nzuri wa wanakujia, wanakuja kukuomba na kukushtakia haja zao, lakini hali yako ikiwa mbaya wanakugura. Kwa sababu ilifika wakati alifilisika, Talha ibn Ubay ibn Abdurrahman ibn Auf, Sayyidina Talha akatoa maneno mazito kumwambia mke wake, akamwambia wallahi, hadha min karami akhlaqi, wallahi hili ni katika ukarimu uh, wa tabia zao Yani, tunapokuwa nacho wanakuja kutuomba kwa sababu wanajua tunacho, lakini wakati hatuna hawatujii, hawataki kutupa ihraj, hawataki tuhisi vibaya kwa kuwa hatuna kile cha kuwasaidia. Angalia tafsiri aliyoifasiri Sayyiduna Talha kwa maneno kama yale, ama kwa kitendo cha wale jamaa zake, ni kuwa amewadhania dhana njema na amewapa adhar ama udhur. Hii ni thakafa na ni culture muhimu sana, yatakikana ipatikane. Imekosekana katika jamii zetu. Vipi sisi tutaweza kufasiri maneno ya wenzetu na vitendo vya wenzetu kwa njia iliyokuwa nzito? Vipi sisi tutaweza kuwadhania wenzetu mazuri? Mmoja katika salaf anasema lau nitakutana na mtu ndevu zake zinatona pombe, nitasema amemwagiwa si wamekunywa, amemwagiwa, asema. Na lao nitamuona mtu yuko juu ya jabali anasema, ana rabbukumul aala, mimi ndio mola wenu wa juu, asema ningesema anasoma aya katika Alquran Alkarim. Hivi ndivyo walivyokuwa. Anapokea alimamu Ibn Hibban katika Raudhatul Uqala anasema, Yunus Ibn Ubaid katika mabwana wakubwa wa salaf, alifiliwa katika kufiliwa kwake akaambiwa Ibnu Auf lam yatik, Ibnu Auf hajakuja katika msiba wako, hakuja kukupa pole na kukuunga katika msiba wako. Na alikuwa Ibn Auf ni ndugu yake, ameshikana sana, mtu ambaye yuko karibu. Basi sayyid na Yunus Ibn Ubaid akatoa maneno mazito, maneno yanastahili kuandikwa kwa wino wa dhahabu, akasema inna idha wathiqna bi mawaddati akhina lam yadurruhu an ala yatina, sisi tukiwa na fika tukiwa na uhakika na mawada na mahaba ya ndugu yetu, tukijua ndugu yetu fulani anatupenda, haidhuru yeye kututujia. Ikiwa hakuja, lazima ana udhuru. Ikiwa hakuja, lazima kuna jambo ambalo kwamba limemzuia, lazima uh, kuna udhuru ambao kwamba umetokea. Kwa hivyo hilo halidhuru, madamu sisi tunajua yeye anatupenda. Tujiulize ndugu zangu. Ni nyumba ngapi ambazo kwamba zimevunjika kwa sababu ya dhana mbaya? Ni wangapi ambao kwamba wamewapiga vita ndugu zao kwa sababu ya dhana mbaya? Ni mangapi ambao kwamba wameharibika na kuvurugika kwa sababu ya dhana mbaya? Yote haya yatasuluhishika tukirudi katika thakafa ya kupea na udhuru na kila mmoja eh, kumdhania mwenzake mazuri. Umekuja katika habar Mtume sallallahu alayhi wasallama akitwambia eh, alipoulizwa kam naafu anil khadim tumsamehe mara ngapi e, mfanya kazi anapokosea? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ufu anhu sabini mara, msameheni mara sabini, yani akikosea mpeni udhuru pili ya tatu. Na wengine katika maulama wanasema sabini hapo imetajwa ni idadi, yani inajulisha wingi wala haimaanishi idadi yenyewe ya sabini. Kimalizia wanasema siku moja mbao ilipasuliwa na msumari msumari ama mbao, ikamwambia ule msumari, umenipasua. Msumari ukamwambia mbao, shekhe, ungeona pigo lililoniteremkia kichwani, ungenipa udhuru, ukujiona nyundo o kinipiga kwa hivyo, mara nyingine hujue mwenzako amefikwa na nini mpaka kuja kufanya ama kutokwa na maneno ambayo kwamba si sawa, mpe udhuru kwa sababu hujui jambo ambalo kwamba limemfika. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe kufuata nyayo za mabwana wakubwa kama hawa inna huwa liyadhalika walqadiru alayhi wa sallallahu wa sallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin walhamdulillahi rabbil alamin.